Laini za plastiki zimepitwa na wakati. Hivi unajua kwa sasa unaweza kutumia laini ambayo sio ya plastiki, yani laini ya kidijitali au kwa lugha ya kisomi inaitwa eSIM, okay? eSIM kirefu chake ni embedded SIM. Hii ndio teknolojia ambapo simu nyingi za kisasa zimekuja nazo na unaweza ukasajili laini yako kwa ndani ya system ya simu. Hauna haja tena kuzunguka na hivi plastiki ili uweze kupata mawasiliano. Teknolojia ya e eSIM ni muhimu na ina faida zake mbalimbali. Kwa mfano, inatuwezesha sisi ambao tunatumia simu kubwa kuweza kuwa na line zaidi ya mbili, e ndani ya simu yako. Advantage ya pili, eSIM, mtu akikuibia simu yako, sawa, inakuwa ni ngumu kwa huyo mwizi kutoa tu line ya simu yako. Faida nyingine ya eSIM ni kwa ya kwamba, e inawezesha makampuni ya simu kuweza kupata nafasi nzuri ya kuongeza components zingine za muhimu kwenye simu ile sehemu ambapo ingetakiwa zikae hizo line, yaani sehemu ya kukaa line. Kwa mfano Apple wameongezea hiyo nafasi, wameongezea hiyo inakaa battery, so imefanya simu ikae na chaji zaidi hasa kwenye iPhone 17. Lakini hii simu huwa ina, ina madhara yake mbalimbali. Kwa mfano, ina changamoto pale kwa wale ambao kila saa wanabadilisha simu, kila saa wanabadilisha line. Okay, let's say mimi na simu kubwa ghafla tu simu kubwa imenishia chaji, nahitaji kupata mawasiliano so kama nilikuwa na eSIM itakuwa ni changamoto tayari, ila kama nilikuwa na laini yangu ile ya plastiki, ningeweza nichukue nikaweke kwenye simu nyingine ndogo niwasiliane. And so hiyo ni moja kati ya changamoto kwenye eSIM, lakini pia yani bado yani watu hawajazoea sana, kwa sababu bado watu hawajaelimika kuhusu umuhimu wa eSIM, lakini siku zinazozidi kwenda tutazidi kuzoea. And that's why nimewaletea bidhaa kali kabisa inaitwa Z600, Kontel. Okay, hii ni simu ndogo kali sana, line nne, line nne ndani ya simu. Ni simu kali mno, na kana chaji muda mrefu, ina mawasiliano mazuri, lakini pia kio chake ni kikali. Can you see this? Hii ni Bontel Z600. Simu ndogo, simu kali, rangi ya gold. Yaani hili ni cover lake la simu transparent, linakuja na simu pale unapoinunua. Hmm? Inaingia laini nne, ina tochi nzuri. Can you see? Hebu cheki ilivyokuwa inang'aa. Golden color. Kamera zake ni kali, inakaa na charge muda mrefu, lakini pia unaweza ukaweka laini nne pamoja na memory card. Hii ni simu nzuri sana kwa wale ambao tuna laini nyingi na nafasi ya kuziweka hatuna, hatuhitaji tena atu kuwa na simu tatu simu nne, tunazunguka nazo kisa tuna laini nyingi za physical. So this is the best solution kwa hili swala la laini. Ukihitaji mcheki dm au ungia kwenye namba yangu hapo kwenye bio, unaweza ukani tafuta na kutumia popote ulipo. Bei ni nafuu kabisa. karibu sana.